Wow. Yeah. Na yule wa mwanzo kabisa kule, mm, anaitwa uh, huyu wa Morocco. Morocco. Pili, wa pili yake naye vile vile ni Algeria kwa hiyo wote, so hawa na huyo mwingine ni Waingereza. Waingereza huku sasa hii, okay. walitakiwa wawepo kama ilivyokuwa ya chini hapa okay. so, Ni picha so, halisi, yeah. mm -hmm. halisi mm -hmm. ukianzia hapa huyu mm -hmm. rekodi yake ilivunjwa na huyu. Mm-hmm. Mimi nikavunja ya, ya huyu akavunja, yeah, huyo. Huyo ya kwangu eh. Unaona? Alafu mm -hmm. huyu naye vile vile huyu akavunja ya kwangu, vile vile okay. Lakini huyu bwana huyu ndio alivunja mm. mm. rekodi zote mbili sasa, mm, yeah, huyu, yeah, huyu. Hey. <laughs> huyu alikaa katikati kwa sababu huyu si rais wa nani? Yeye ni rais wa World Athletics sasa hivi. yes, yes. Kwa hiyo yes, so ukielekea huku kuna mm -hmm. wengine wanakuja huku huyu ndio yule wa katikati ni Mwaljeria na huyo ndio huyo wa wa wa wa nani, Morocco. Morocco. Huyo na ah. Yes, anashikilia rekodi mpaka na 326. Bado sasa hivi bado anashikilia. Yeah. Kwa hiyo baada hapo nikaruta Tanzania, preparing for the Olympic Games in nani, in Montreal.